Ni mwendelezo wa habari mbalimbali mbali, mbali mbali, na taarifa mbalimbali na tunazunguka kwa ajili ya kuhakikisha kuwa tunakukusanyia taarifa zilizotukuka na mbele yako, e, kama ambavyo unatazama, kama umfahamu huyu utakuwa hufuatilii e, michezo miongoni mwa watu ambao wanauzungumzia wana mpira wa Tanzania kwa maslahi mapana ya kuhakikisha kuwa tunafika mbali, na hivi sasa wanalingania kuhakikisha kuwa wanatibu kidonda ambacho kinaukumba mpira wetu wa, wa Tanzania. mambo vipi? Ah, mambo ni fresh ndugu yangu kama kawaida, ah, kama kawaida kabisa eh, taarifa kwa umma imekuwa nyingi, tumeziona taarifa kwa umma eh, na wao nashangaa mm. <laughs> walikuwa wanatuambia au wanaaminisha umma ya kuwa mm. mwanaume aongei sana, anaongea mara moja, lakini nashangaa sasa hivi zimekuwa taarabu na, yeah, na zime wao eh, wameingia yeah, kwenye kumi na nane za wanaume badala ya kuona mwanaume anapambana na anaelekea kwenda kuukomboa mpira na yeye anajaribu kutaka kuonekana ameshiriki katika mapambano hayo na yeye anajaribu na yeye kutoka kuonekana na yeye yuko kifua mbele, lakini kiuhalisia wa kuukomboa mpira wa Tanzania ni Dar es Salaam Young Africans peke yake, kwa sababu ndio mwenye uwezo na ndio mwenye kujiamini na mwenye gati za kuweza kusimama mbele za watu na kudai haki aa, na kuutetea mpira wetu wa Tanzania hapo awali e, baada e, ya Young Africans kusema wanadai pesa za mchezo wa CRDB e, msimu uliopita baada ya TFF kurudi na kutoa ufafanuzi juu ya madai hayo, wakasema ni wao ndio wanaidai Young Africans na sio Young Africans inaidai TFF. Young Africans wakaja na taarifa kwa umma tena wakasema ya kwamba si msimu mmoja, wanadai pesa ya misimu mitatu tofauti na barua yapo awali mm. swala so, hili ya watu wameonekana kujiuliza sana, kuna namna ipi, kitu gani ambacho kinaendelea? Aa, kuna msemo mmoja napenda sana kuutumia kwamba ukiaminiwa, aminika. Aminika huu hmm, ni msemo mkubwa sana una maana nzito hmm. Unapokuwa kama taasisi kubwa umeaminiwa, hmm, sawa kusimamia sawa mpira, hmm, na kusimamia wawekezaji kile ambacho wanakiwekeza katika ule mpira, basi unabidi uaminike kwa kufata taratibu, kanuni na sheria, na pia kuhakikisha vile vilivyowekwa vinawafikia walengwa. Si menelewa? Sasa Young Africans tumekuwa tukiwadai pesa za ubingwa za 2021 22, 22 23 23 24, sawa, ambazo TFF kwanza, kwa cha ajabu, wameshindwa kuainisha bingwa anapewa kiasi gani. Hiyo ni jambo la aibu sana, maana yake wanatengeneza loophole ya kupiga au ya upigaji. Sasa sisi ni wasomi, sisi Young Africans ni watu ambao tupo kwa ajili ya kukomboa mpira huu. Tunawaambia kwanza, kwa nini wameshindwa kuweka wazi pesa ya bingwa anayechukua? mashindano ya CRDB, bingwa pesa yake, kwa nini ishindwe kuwekwa hadharani? Maana yake wanatengeneza mazingira ya kupiga. Lakini pia Young Africans tumetoka na tukawaambia tunawadai, na kuliwaambia kuwadai, tumewaambia hivyo kwa vidhibitisho kuonesha, wanaita invoice, pamoja na maelekezo au mlolongo mzima wa madeni ambayo tunadai kupitia pesa za ubingwa za hiyo misimu mitatu, lakini pia katika pesa za viingilio ambazo zilikuwa tunatumia katika mashindano ya kafu Confederation. Mm, sawa lakini pia pesa za, za, za ligi ya vijana mm, sijui umeelewa, ambazo zote zikiorozeshwa kwa ujumla ni milioni mia nne kama na 36 ambayo yeah, Yanga Africans wanaidai TFF. Sisi tumenyoka namna hiyo, wao walipaswa badala ya kutumia maneno sawa, mm, na kusema tu kwa mdomo, wangekuja na invoice, na mlolongo ulioko katika maandishi kama Andrew Ntine sio wa Yanga alivyowataka kuelezea kwamba sisi aidha tuliwalipa, na kama tuliwalipa risiti ni hizi na hizi na hizi, na kama hatujawalipa tuli tuliwakata tuliwakata kwa staili hii na hii na hii, na tuliwakata kiasi hiki na hiki na hiki, kilichobaki ni hiki au kimeisha chote, na tunawadai kwa mlolongo. Lakini wao wameshindwa kuonesha hivyo, maana yake hakuna kitu cha namna hiyo, na kiuhalisia wanadaiwa na Young Africans. Baraka, baraka, e, wali katika barua yao waliainisha ya kwamba e, kama Young Africans wanadai ya kwamba wanaidai TFF wamtume mtu wa fedha kwa maana ya kwamba mhasibu wa klabu aende pale makao makuu ya TFF pale Karume kwa ajili ya kuweza kupiga mahesabu. Cha ajabu wana, wanavyodai ya kwamba amefika amewabwagia nyaraka na kuondoka, hakuhitaji kitu chochote na hakwenda mhasibu kama ambavyo ilielezwa ili bali amekwenda CEO wa klabu. Kwani naomba niulize, unapomwita mhasibu katika swala la, kip, la pesa au wewe ukiwa na madai unahitaji nini kutoka kwa mhasibu. Unahitaji maneno ya mhasibu au unahitaji zile invoice, sawa, au unahitaji karatasi zinazoonyesha malipo, aa, na mapokeo ya pesa. Unahitaji nyaraka nyaraka, mm. yeah. nyaraka nyaraka nyaraka, ndio ndio alicho mekipeleka, sio mahesabu mahesabu. Wewe wewe wewe pige sisi, sisi tumekupa. Kikao kilitakiwa kiwe kifupi tu tu tu, mimi natoa zangu za kwako, tuangalie. mm. Sawa, nani anamdai mwenzake, full stop sisi tunaika nyaraka, wewe unaika maneno. Kasema, kuongea, wa habari, msiwe danganyo, danganyo, mm. maneno, maana akasema sina muda wa kukaa na na na kuongea kitu habari, inabidi msiwe kupotosha umma. Watu wamepeleka wamepeleka maelezo, karatasi unaleta TFF na bodi ya ligi, walileta maneno No, badala ya kuleta nyaraka za payment mm. na risiti kama wao wali nini walitulipa, hawakufanya hivyo, ndio maana tukuona sababu ya kuendelea kuendesha kikao cha maongezi. Si tunataka karatasi zitumike, full stop. Hicho ndio tulikuwa tunakitaka Young Africans mm. na nikwambia ukweli tu, sakata la hili sisi binafsi tumechoka kuliongelea kila siku mm. ili sakata la dabi kuahirishwa mpaka kufikia hapa Yaani, kiukweli hakuna ya mtanzania ambaye hajui kwamba hakukuwa na sababu ya msingi tarehe nane kuahirisha mchezo huo pasi na maelekezo ambayo walikabidhiwa, baadhi ya watu wanasema vigogo, kwa ajili ya kuahirisha mchezo huo, kutoa maelekezo kwa bodi ya ligi na TFF waahirishe... naomba nisikilize, waahirishe mchezo huo ili wawanusuru simba na kipigo hiko. Hakuna sababu nyingine tofauti na hiyo, na sasa hivi Mungu si Asumani, vitu vinaanza kujitokeza na vinaonyesha waziwazi kama kweli kuna maelekezo yalitoka. Hakukuwa na sababu sijui ya kutotrain, hakukuwa na sababu ya, ya viashiria vya rushwa, wala hakukuwa na sababu ya jambo la usalama. Sababu iliokuwepo ni Simba wa kuitaka mechi, wakatumia viongozi wao wakubwa wa kiserikali ambao ni washabiki zao kutoa maelekezo kwa TFF mechi iahirishwe, full stop. Wale sio viongozi wa upande wenu. Sasa naomba nikuulize swali, viongozi wangekuwa Yanga African, Yanga African angepeleka timu sasa viongozi wao wa Yanga, afu Yanga tupeleke timu sawa? Tuambie washabiki wetu mechi ipo, timu iende tuingie uwanjani kufanya nini sasa? <coughs> Hivi jamani tumieni akili. Tumieni akili Chapesa, tumieni akili. Mimi nakubali sana, lakini mbona katika hili mnataka kuniangusha Baraka Yanga? Yanga wanasema sisi mechi ipo na tumepeleka timu. Wewe unasema viongozi walioahirisha au walitoa maagizo ni wa Yanga? Which is which? Inawezekanaje? ambaye akuitaka mechi ndo kaikatuma watu na ndio maana hakufika mm. ili kujua hilo yeye mm. alivyokuwa amesema kwamba mimi sichezi mechi hii mm. Sawa, kwa sababu nataji mrejesho kwa nini nilikataliwa kuingia. Sawa, na sitocheza mechi nyingine yoyote. Swali nakuuliza, mechi nyingine walicheza? Wajacheza? Wamecheza? Walijibiwa? Hapana. maana yake sababu yao, takwa lao ni kuikimbia tu mechi ya tarehe nane mm. na ndio imetimia. Badala ya hapo wanaendelea ndio kilichotokea. Wametoa taarifa kwa umma Baraka, wamesema kwamba eh, eh, tofauti eh, na tarehe 15, eh, hakuna mchezo wa dabi watacheza. Sasa hapo ni kufuata yale mwanaume anajaribu kuyafanya, wanakuambia hivi, usiige tembo kunya, malizia mwenyewe, usiige tembo kunya. Anachokifanya Simba ni marejeo tu Young Africans nilikataa kucheza kwa sababu za msingi na nilisema, kan, nilisema hakuna sababu ya msingi iliyofanya mechi hiyo isichezwe pasi na maelekezo kutoka kule unapopajua. Nyinyi leo hii vimetoka vitu, ni kweli kuna maelekezo na hadi sauti zipo na kila kitu, ushahidi zote zipo. Simba wanasema wao tarehe 15 hawapo tayari kucheza. Sasa je, wao walikuwa shida yao ni kucheza na Yanga, au shida yao wajibiwe na TFF? Kwa nini tarehe nane walizuiliwa tarehe saba Mm. au shida yao tunashindwa kuelewa hii taarifa kwa umma, ina inamaanisha nini shida yao? Sio unaonesha unataka Young Africans kucheza nayo mm? Eh? Mm. Sasa wewe unatokaje kuwaambia watu kwamba wasipocheza tarehe kumi na tano tarehe nyingine ikipangwa, sisi hatucheza. Maana yake ni uoga, hawataki kukutana na Young Africans. Huo ndio ukweli, kwa sababu kama tarehe nane ulikimbia sawa? kama tarehe nane ulikimbia Young Africans, tarehe kumi na tano akakataa aka kupangiwa tarehe mpya sawa. Young Africans akatoa maelekezo tunachokitaji, viongozi wa bodi ya ligi TFF wajiuzuru, watuachie mpira wetu, sawa. sisi tutakuwa tayari kucheza na Young Africans ndani ya muda sahihi. mpaka sasa tumechelewa kufanyika maamuzi yao, hayajafanyika na hata yakifanyika leo kesho, maana yake bado tutakuwa tupo nje yale masaa 72 kabla ya mchezo, sio? Kwa sababu mchezo ni tarehe 15. Kwa hiyo kivyo vyote vile lazima ipangwe tarehe mpya. Ikipangwa tarehe mpya hivyo vitu vikiwa vimefuatwa, sisi Yanga Africans hatuna shida, tutacheza watakapo tulipa chetu, watakapo hakikisha yale tuliyosema Yanga Africans yametimia, yanafanyika, sisi tupo tayari kucheza. Sasa je, swali nawauliza nyinyi Simba mm. Shida yenu si Yanga kucheza nayo au nyinyi shida yenu nini? Sasa kama shida yetu, shida yenu ni kucheza na Yanga, kimfano vikitimia kim, hivyo tarehe mpe ikapangwa, shida yako ni si unapata muda mzuri wa kujiandaa wa kumuandaa mpanzu, kama unavyosema njoo walete timu. Sasa unasema una taarifa kwa umma hatuchezi, maana yake wewe unaonyesha wazi utaki kucheza na Yanga Africans. Kule ulimkimbia kwa sababu zako nazijua, na leo pia unamkimbia kwa sababu hizo hizo ambazo unazijua wewe sasa mimi nichoke kuongelea hii sakata kila siku. Mimi naomba sawa, uh, yale ambayo Young Africans tunayahitaji, sawa yafanyike kwa ajili ya kunusuru mpira wetu walishaonesha, walisha to prove wrong kwenye nyanja nyingi sana kwamba mpira wetu wameshindwa kuongoza TFF mboda na bodi ya ligi, si umeelewa? Waachie ngazi, waachie ngazi. Mnang'ang'ania nini? Mpira huu umeshaonesha kuna madudu mengi, watu wanataja kila siku, wanazidi kuvumbua mambo, na Yanga bado tunayo mambo mengi kuwahusu nyinyi. Yes, njia yenu pekee, mtibu wa sukari ajalipo hela yake ya ubingwa. hmm. Refa, wa, marefa wa ligi ya wanawake hawajapewa posho zao mwaka wa pili kombe la wanawake lile ligi ya wanawake limekuja kutangazwa ligi imeshaisha ndio mtu anapokuja kukabidhiwa kombe kwenye mechi za kirafiki tunashuhudia wanakuchukua pesa serikalini kwa ajili ya miundombinu ya viwanja viwanja vyenyewe havionekani vikifanywa urekebishaji zaidi ya kuonekana tu na kusikika kwamba wanajinufaisha wenyewe si umeelewa tunaona wameshindwa kuvikontrol vilabu vya Simba na Yanga kuhakikisha amani katika soka inatawala zaidi ya kupandikiza chuki kati ya Simba na Yanga Simona, amani imetoweka. Kwa hiyo kiufupi, wameshindwa kuongoza mpira wetu, wakae pembeni. Na madeni chungu mzima wanayo, watu kibao wanawadai, sio wadai, sio tu Simba, sio tu Yanga, hata Simba mwenyewe na uhakika anawadai. Sasa hayo yote kaeni chini, step down. Ushafanya misconduct ya sheria, kaa chini, step down, achia ngazi, watu wengine waje wakaimu nafasi, ipangwe tarehe mpya, anayemtaka mwenzake aje kwenye tarehe mpya itakayopangwa, tukipige, tupatikane bingwa wa ligi yetu kwa uhalali. Lakini kama hawa wanahisi bingwa atatolewa tu kwa kupewa, hiko kitu hakipo, na mbele ya Young Africans haipo hiko kitu Anasabangu kwa sababu kunditatu. Utapewaje pointi tatu wakati ulikimbia mechi bila sababu za msingi? Unapewaje pointi tatu? Unapewaje pointi tatu? sababu za kutupa hapa eh, na sababu za kusema hapa eh, ndio maana nakwambiaje yani hiki uh, wanachokifanya Young Africans sawa, sio kama wanakurupuka. Yanga wapo kwa maslahi mapana kabisa ya soka letu. Tumeshuhudia kila mtu alilalamikia Yanga, oh, Yanga uh, wataki kucheza na Simba sijui wamekimbia mechi hakuna nini sijui nini lakini sasa hivi tunasikia baadhi ya hao machambuzi ambao wanajifanya ni voice of the voiceless, leo wanatoka hadharani, wanakiri kwamba kuna maelekezo kutoka kwa vigogo, tena sio mmoja, zaidi ya watatu au wa watano wanne hasa. Maana yake ni nini? Maana yake kwamba wamekubaliana na Young Africans kwamba alikuwa sahihi kusema kwamba hachezi mechi hiyo tena kwa sababu ile iliahirishwa bila sababu za msingi na kulikuwa na shinikizo za sababu kutoka nje wawo ya mpira wetu. Wao wanauliza eh, Young Africans madai, madai yao ni yapi? Kwa sababu mwanzo wakati mechi imeahirishwa walikuwa wanadai pointi tatu. Hivi sasa ni tofauti na pointi tatu. Sisi kama Young Africans tulikuwa tuna dai pointi tatu kwa sababu tukijua mpira au mechi ile iliahirishwa bila sababu za msingi, kwa hiyo sisi tulikuwa tuna haki na wajibu wa kupewa alama tatu, lakini baadaye tukagundua ya kuwa sawa, hawa jamaa kuna maelekezo kutoka nje wanayapokea. Maana yake hawafanyi kazi kwa uweledi wao, hivyo inabidi watupishe, wajiuzuru. Kama hiki kitu tukikifumbia macho kitakuja kuwa endelevu, kama wataendelea kupokea maelekezo, maana yake kitakuwa endelevu. Ndio maana tumeamua kusimamia hapa kutibu magonjwa ya siku nyingine zinazofuata, si umeelewa? Young Africans tupo kwa ajili ya kukomboa mpira wa Tanzania tupo kwa ajili ya kuwasemea wanyonge ambao wanaogopa. Mimi nakwambia tunakuhakishia, vilabu vingi sana vinanufaika na vinafurahia wanachokifanya Young Africans, ila havikuwa na uwezo na nguvu ya kutoka hadharani kama Yanga wanachokifanya. Mimi nakwambia ukweli, ni uoga tu. Walikuwa wanawaza nani atamfuka atamfunga paka kengele. Young Africans amejivisha bomu, amemfunga TFF na bodi ya ligi kengele. Hivyo hawa wengine wote sasa hivi wanafurahia japo kwa chini chini, kwa sababu wanajua tukiongea tu hawa jamaa kitokio wameendelea kubaki marungu, yatahusika sasa. Yanga sisi hatuogopi, hivyo wanasema mafanikio yote ya mpira wetu hivi sasa. Sio kweli, kweli, kweli, kweli. Kweli sio kweli. Hmm. Na kukatalia asilimia mia, mia. Asilimia mia, naomba nikuulize, hmm. Miaka ya nyuma tulikuwa tunasikia vilabu tulikuwa tunasikia vilabu vinashindwa kusafiri, vilabu vinashindwa kulipa posho wachezaji wao wa, au mechi au, au mishahara, sa hivi unasikia maana yake nini? Uwekezaji umeimarika kwenye vilabu si ndio? ikiwemo GSM amechangia kushika mkono vilabu vingi sana si ndio? Tukija katika simba na yanga tunaona sasa hivi huwezi kusikia mchezaji anaidai sijui hajalipwa mshahara sijui nini. Tunaona facility za simba na yanga kuanzia gym, sawa, kuanzia viwanja vya mazoezi sawa, kuanzia atmosphere nzima za uendeshaji benchi la ufundi technical staff vimeimarika, maana yake ni viongozi wanatia pesa. Tumeshuhudia uh, katika ligi zetu NBC pamoja CRDB na ligi nyingine wawekezaji wamejitokeza wengi tena kwa kuvutiwa na brand ya Young Africans kwa sababu inaitangaza vizuri Tanzania katika nyanja ya soka. Wawekezaji wamekuwa wengi kila siku, Yanga tunatanga, tunatangaza wawekezaji wapi? Maana yake nini? Kuna watu wanaopambana ambao ni wawekezaji wa hizi timu au wadhamini, ndio waliofikisha ligi hapa. TFF analipa mchezaji wa Ziki? TFF analipa mshahara wa Pakome? TFF analipa mshahara wa Mutale? analipa mshahara wa nani yule? Kibu. Amen. Watu wanalipa mishahara ya maana. Watu wanawekeza. Wasemaji wa hizi habari au afisa habari wanapambana kuhakikisha viwanja vinajaa, timu zinapata mapato. unasema TFF, TFF kafanya kazi gani? Yeye ana kazi ya kuharibu tu kila siku na kukujifichia katika nguvu anazozifanya watu wengine nguvu za mpira wa Tanzania ilipofikia hapa ni nguvu za wawekezaji na nguvu za viongozi smart ambao tuko nao. Kimfano si Young Africans, engineer Harris Arafati, Haji Alex, Ngai mm. uh, end Tine, pamoja na viongozi wote wanaoongoza Young Africans mm. chini ya afisa habari yetu Alikamu, wanafanya kazi kubwa kuifanya logo ya Yanga inazidi kuwa kubwa, inakuwa inatamanika na wawekezaji. Hicho ndio kinapofanya ligi yetu inakuwa, Young Africans anaperform vizuri, mpaka tunaingia finali ya shirikisho mwaka juzi tunaingia robo fainali tunatolewa kwa, kwa dhulma na Mamelodi Sundowns. Simba anaingia fainali juzi hapa, wanataka uniambie TFF wamechangia nini hapa? watu wanapambana, unasema TFF. watu wanatupiga wanatumia madaraka vibaya, wanapeleka mpira wetu kwa maelekezo, unasema wana, wana, wanasaidia mpira wetu, bila sisi kupambana wenyewe kama vilabu. Sisi tungefika hapa kwa, hakuna mchango wote walitoa hawa. Hakuna mchango. Mimi naongea kwa data, mchango gani wametoa? Na yeye alisema ya kwamba katika timu ambayo imefaidika na uongozi wake ni ngapi? Nani amekwambia amefaidika? Katika kipindi ambacho tumechukua makombe kwa nyakati ngumu, ni kipindi hiki ambacho uongozi ulikuwa wa Bwana Karia na wenzake wakina ki Wilfred Kidau na yule wakina Boimanda au ndio yaani, tumechukua kombe katika mazingira magumu sana, kwa sababu ni watu ambao wanachuki binafsi na wanaichukia sana Young Africans, lakini sisi tumepambana nao. Unatuambiaje kwamba eti sisi tunakudai pesa zetu zote zote, hujatupa afu unatuambia tumenufaika na wewe? Pesa zote hizo tunakudai, timu inajiendesha yenyewe kwa pesa zake afu unasema kwamba eti sisi tumenufaika na wewe? Tunanufaikaje? Marefu anachezesha utumbo, kamati ya masasa binambili haifanyi kazi. Nyinyi viongozi wa TFF na bodi ya ligi, hamna makali yoyote kwa refa, marefa na wachezesha ovyo kabisa ligi yetu na kutuharibia. Unasema tumenufaika na wewe hmm. Eh, tunanufaikaje na wewe neno? Neno lako sasa kwa mashabiki wale ambao wamepewa wito wa kuja tarehe 15, mimi narudia nasema hivi, sisi Young Africans tumenyoka. Sisi Young Africans hatuna mbambamba mba. Sisi tumepitoka mapema tukawaambia Watanzania mechi ya tarehe 15 sisi hatuna mpango nayo na hatupo tayari kuicheza <laughs> hivyo, kama kuna mtu ana mpango wa kuja kuangalia mchezo hmm. Haji, tangu tarehe zimepita siku kumi tangu tutangaze hivyo, kwamba mtu asije aondoe mawazo ya kulipia pesa yake au kulipia nini yake kwamba eti Young Africans wana mpango kucheza mechi hiyo. Leo hii unatoka mm -hmm, wewe ambaye umezoea kuibia mashabiki zako. Maana kuna mechi zaidi ya tatu washabiki wa Simba wamekata viingilio na hawajavitumia, wanataka waifanye katika mechi yetu sisi ya Yanga ambao sisi ndio wenyeji tunaopanga vingilio na tunaopanga uwanja sio, umeelewa? Wanataka pia waibie watu washabiki wao kupitia sisi sisi hatupo tayari tushawaambia, mechi haipo. Nyinyi mnataka nini? Mimi nawaambia mkiendelea kutoa hizo hela zenu kununua tiketi, tutakuchukua pesa, tutaenda kuzenyewa supu pale twiga na Jangwani. Nawaambia kabisa, tutapika supu, tutakunywa supu twiga na Jangwani, kwa sababu tushawakataza msilipe pesa, mnaendelea kuweka pesa. Mmeelekezwa na nani? Msemaji wa, wa Simba ndio msemaji wa Young Africans? Sasa nyinyi endeleeni kufanya vitu ambavyo havina akili, ni vitu ambavyo mnashindwa kutumia hekima mnashindwa kutumia akili zenu za kuzaliwa. Umeambiwa na mwenye mchezo mechi haipo, wewe unalipa viingilio vya nini? is, hii mechi ya, ya, ya tarehe 15 ambayo wanaitangaza, ishatangazwa na Azam ishatangazwa na bodi ya ligi na kupangiwa viingilio na kupangwa uwanja, ishatangazwa na Mediali viingilio na uwanja. Sasa hiyo mechi gani? Msemaji wa timu husika ambaye ni mwenyeji hajaongea chochote na amesema mechi haipo, nyi mnahangaika nini? Huyo ni Baraka Yanga e, anawauliza ya kwamba mnahangaika nini mnanengeneka nini, ikiwa wao ndio wenye mechi lakini hawajatoka na kusema chochote kuhusiana na mchezo huo, kwa maana ya kwamba hawautambui. Pindi ambapo matakwa ambayo wameorodhesha katika e, barua hayajafuatwa, basi msitarajie na msitegemee mchezo huo na tarehe 15 ndio msitegemee kabisa, futeni wazo. Anawashauri ya kwamba mliopo mikoani msipoteze pesa, msipoteze nauli kuja kwa ajili ya mchezo wa dabi ya Kariakoo wa mchezo huo Upo Baraka, kuna kitu hapa cha kuongezea. Unajua mm. ili sakata la dabi yetu sawa, lilianza kwa udogo sana, na yote ni kwa sababu ya kudharau kile ambacho Yanga Africans alichokuwa anakisema, wakiamini akina mashiko na wakiamini kitakosa ushahidi, lakini kadri siku zinavyozidi kwenda sawa, wameona kwamba hili jambo liko lishakuwa gumu kwao na lishakuwa zito kwao. Na sisi tuliongelea mapema wadau wa soka kwamba Yanga Afrikani wanapokiongelea wapo sahihi na hiki kitu kitakuja kuleta madhara kama kisipotibiwa mapema hmm. Leo hii tunashuhudia, mimi nakupa za ndani TFF, na, na bodi ya ligi TFF anapita mlango huu, bodi ya ligi anapita mlango huu. Unajua kwa nini? hmm. Bodi ya ligi alisimamia msimamo wake asubuhi ya, ya tarehe nane kwamba mechi ipo akapewa maelekezo kwa TFF kwamba mechi inabidi airishwe kwa sababu yeye kuna maelekezo yake anajua alipoyatoa kwa mechi isichezwe. Leo hii TFF anapanga bodi ya ligi anapanga tarehe mpya. TFF anawasikia Yanga wakilalamika kwa kisema kwamba na kusisitiza kwamba mchezo haupo na hatuna mpango wa kucheza, msikatisha viingilio wala msiendelee kuutangaza. TFF bodi ya ligi anaendelea kutangaza mchezo upo na kuonesha kwamba na kuaminisha watu kwamba mchezo upo. Maana yake nini? Maana yake bodi ya ligi anataka aendelee kusimamia au kuonesha kwamba ana misimamo katika kuhakikisha hatetereki kwenye huo mchezo wa tarehe 15 ambacho kitu alichoshindwa kukifanya tarehe nane. Sawa, hii inaonesha taswira kwamba kuna ukinzani kati ya bodi ya ligi na TFF. Bodi ya ligi anasimamia tarehe 15, mchezo upo pale pale. maana yake wale bodi ya ligi na TFF, inavyoonekana hakuna maelewano Wanataka kuchomana shirikisho la soka TFF wanataka bodi ya ligi wajiuzuru, kunusuru mpira huu. Bodi ya ligi anasema mimi yote niliyoyafanya yalikuwa natoka kwako, kama unataka kuamini mimi, nitasimamia kauli ya tarehe 15 mechi ipo sawa. Nisikilize na nielewe, nitasimamia tarehe 15 mechi ipo sawa, alafu tuone, tuone nani ambaye ataonekana kuharibu ili jambo lisitimie. Kwa hiyo hawa wanataka kung'oka, kung'oka wote, bodi ya ligi hataki kung'oka peke yake wanataka kung'oka na TFF wanataka wafe na TFF. Mimi hiyo ndo nakupa. Ndio maana bodi ya ligi hataki kumsikiliza TFF kwa lolote sasa hivi, lakini amechelewa, alibidi afanye mapema. Kwa hivyo vyote na lazima wang'oke. Sasa sisi wanachosaidia tu ni kwamba sasa hivi wanashinikiza kung'oka wote, na hiyo ndo faida yetu, kwa sababu wanamchokonoa na mtani wangu hmm, wanamchokonoa na pacha wangu, pacha naye katoka huko Yeah. Kasema tarehe kumi na tano kama mechi haipo, yeah, mimi sichezi tena na hata mkipanga tarehe mpya sitocheza yeah. Maana yake yeah. nini? Sakata hili sasa yeah. limebebwa, liko Simba anashambulia kutokea pembeni, Yanga anashambulia kutokea pembeni na katikati, sijui umenielewa. Tarehe kumi na tano yani kwenye hili sakata yeah. kuelekea bodi ya ligi na TFF, Simba yeah. anashambulia kutokea pembeni mm. Yanga anashambulia kutokea pembeni na katikati. Kwa hiyo bodi ya ligi wamekaa sasa hivi loo, juu hawaeleweki, wanafanya nini na TFF, mashambulizi yanakuja. Ndio maana tukawaambia kila baya unaolifanya linakurudia hapa hapa duniani. Sasa hivi viti vyao havikaliki, familia zao hawawezi hata kukaa na familia zao, usingizi hauji kwa sababu wote wawili sasa hivi wameingia nao vita wote wawili wameingia nao vita. Nikwambie tukutane hapo chini kwenye comment section. Huyu ni Baraka Yanga alikuwa akizungumza, ametoa nasaa na ameweza kuchambua kwa kina o, ameweza kudadavua juu ya yale ambayo ya yanaendelea e, katika mitandao ya kijamii. Pia ameweza kutoa ushauri kwa mashabiki ambao wamejipanga kuja kushuhudia mchezo wa tarehe kumi na tano. Langu jina ni Njiva Osman, nilikuwa nikiripoti kutokea hapa makumbusho dhidi ya mtaalamu mta wa mambo ya soka Baraka Yanga. Na ndio maana nakwambia hawa ndo watu wenye mchango mkubwa mpaka mpira wetu umefikia hapa, wanauzungumzia mpira wa miguu ipasavyo. Sina la ziada, natia nanga, naweka nukta kutokea hapa, nikwambie tu tukutane wakati mwingine na bye, bye.